Wa ndugu wananchi, naitwa Jenerali Jakobu Johni Mkunda, mkuu wa majeshi ya ulinzi. Naomba kutumia nafasi hii kuongea na umma wa Watanzania kuhusu hali ya usalama wa nchi yetu katika kipindi hiki cha uchaguzi mkuu. Ndugu wananchi, itakumbukwa kuwa jana, tarehe 29 Oktoba 2025 nchi yetu ilikuwa na zoezi la uchaguzi mkuu. Wakati zoezi hilo likiendelea, kulitokea vitendo vya kihalifu vilivyotekelezwa na baadhi ya watu wahalifu, wasio wasiolitakia mema taifa letu katika maeneo mbalimbali ya nchi. Vitendo hivyo vilihusisha uharibifu wa miundombinu ya umma, mali za umma na za watu binafsi vitendo hivyo ni uhalifu usiokubalika ambao lazima ukomeshwe mara moja jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama vimedhibiti hali hiyo na vinaendelea kuimarisha hali ya usalama nchini ndugu wananchi ikumbuke kuwa nchi yetu inaongozwa kwa misingi ya sheria ambayo lazima izingatiwe na kuheshimiwe Kutokana na hali hiyo, jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania linawataka watu wote wanaojihusisha na vitendo vya kihalifu kuacha vitendo hivyo mara moja, ili kuepusha madhara yasiyokuwa ya lazima kwa ustawi wa jamii na taifa letu. Endapo vitendo vya uhalifu vitaendelea, jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama vitaendelea kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria. Aidha, wakati vyombo vya ulinzi na usalama vikiendelea kuimarisha hali ya usalama nchini, ninawaomba wananchi muendelee kuwa utulivu na, na kutoa ushirikiano kwa vyombo vyenu kwa maslahi mapana ya taifa letu. Asanteni sana kwa kunisikiliza.